Na hasa hasahasa ni muhimu kwa wanafunzi, lakini nitagusia kidogo kwa hiki kitu nachokiona hapa kwenye ukuta, kwenye huu ukuta pana bendera, na hii bendera ilibuniwa na wale watawala, wawazoni, watawala wa mwanzoni kanda hii ya kaskazini. Watawala wa kanda hii ya kaskazini walikuwa wanaitwa Wamangi, na kwa kweli hawa Wamangi walifanya eh, juhudi na maarifa, wakaweza kuclaim kwa hawa wakoloni wakakubaliana nao wakapewa nchi yao waitawale. Na hiyo nchi waliopewa, waliambiwa chagueni, wakaanzia Arusha, na sio Arusha mjini, Arusha, Kilimanjaro na Tanga. Kwa hiyo Arusha, kwa sababu nimesema sio mjini, walianzia kule Udonyo Lengai, kene ule mlima unaorusha nani vokeno, na ziwa Eyasi na Natron, na pia inclusive Manyara kwa hiyo sehemu hiyo yote poshoni yote kupitia huko mpaka Tanga ilikuwa ni sehemu ya hawa kwa tawala. Basi kwa pamoja, chini ya Chaga Council, wakakaa wakafikiria kutengeneza bendera ya kupepea katika hiyo nchi yao ambao, uh, walibakiza kidogo sana wangeitawala kwa sababu hata hivyo bendera ingepepea sehemu nyingi zile za kwa hiyo kwenye bendera yao waliweka hapo kitu muhimu. Kwa mfano, huku pembeni waliweka majani ya mti unaojulikana kama sale. Kama ufahamu sale.